For the first time kwa watu wa kusini unaweza ukaona kwamba tunaweza kuanza very soon ujenzi wa kule, kutokana na watu ambao wanaokuja, tulifanya presentation moja ambayo mheshimiwa rais ndio alikuwa mwenyekiti kwa ile Morocco, kama sikosei, kwa ajili ya kutafuta fedha. Yeye rais mwenyewe wa nchi anaenda kutafuta fedha, na nakumbuka wakati ule wala ambao walionyesha interest ya kutaka kutoa pesa almost karibu bilioni almost 2.2 bilioni. Ujenzi wa kule una pesa inahitajia nyingi kidogo, lakini kwa juhudi ambao naziona zinazoendelea zina zina ndani ya serikali e, ujenzi wa kusini wakae mkao wa kula, tutaanza ujenzi wa kusini. Ni wakati pekee ambao naweza nikasema with confidence, sio unapomwona mkuu wa nchi yeye mwenyewe anata, anata, Kusema nataka hii reli ijengwe e, ni jambo tofauti kidogo. Kumi reli. Naingia mwaka wa kumi sasa, ile nguvu ya serikali ya uhakika ya kwamba tunataka tuanze e, ujenzi wa kusini. Sasa kuna procedure nyingi zinaendelea ndani ya serikali, lakini kitu mmoja nikawaambia tu ni kwamba tuko kwenye hatua nzuri sana ya kuanza ujenzi ule, na ujenzi huo utafanywa na private sector kwa sababu moja tu nzuri, madini liganga mchuchuma. Hapo pale kuna eh, liganga na mchuchuma, mzigo upo. So kama ile ya kati kwamba tunajenga, itastimulate bandari, bandari itakuwa efficiency, mzigo itaongezeka, reli itapata mzigo kule, mzigo tayari ipo na ni reli ile ya kusini. By the way, kwa watu wa kusini, ina historia kidogo. Ile leli ilikuwa ni leli ambao walikubaliana wakuu wa nchi wakati ule, marehemu Mkapa, Levy Mwanawasa wa Zambia, e Bingu wa Mutharika wa Malawi, na mzee Chisano. Katika watatu wameshatangulia mbele za haki, mmoja ndio bado yuko hai. Na lengo ile leli ile sio tu inahudumia watu wa kusini, inahudumia Malawi, Zambia, sehemu ya Zambia na Mozambiki. Ni leli ya kimkakati kwa maana ya SADC. Kwa hiyo kuijenga is not an option, just a matter of time. Kama nchi lazima tuijenge ile reli.